Ushauri wa mzazi unaweza kukuza ndoto yako au ukaua ndoto yako. Katika makala ya safari yangu leo, tunamwangazia produsa William Gambo almaarufu produsa Melody wa Majestic Records. Tusikie azma yake na nani alikuwa adui wa ndoto yake. Adui yangu alikuwa mamangu, alikuwa hapendi kabisa nianze mambo za muziki. Nikianza nikianza, alikuwa anatoa kiboko bro. mm -hmm. Je, alimsikiza Vilevile vile, anatupatia msimamo na kauli yake juu ya kurekodi miziki yenye mada tata katika jamii. Zipo nyimbo zingine ambazo tunazisikia mtaani ambazo yeah. Zimejaa matusi labda. Kwa hivyo wewe hauwezi tayarisha mziki kama huo? Siezi. Tukuje katika wewe, uhusiano wako na wasanii hasa kwa sababu wewe unapatana na wasanii tofauti tofauti. yes, yes, yes. kuna wale anakuja na mitindo tofauti tofauti ya muziki yeah. ni sifa gani unaangalia katika unapotangamana na hawa wasanii wale ambao unafanya kazi na wao? Kwanza kabisa ni discipline. Mm -hmm. Mimi kama una discipline, siwezi work na wewe, hata kama unaimba kama vipi. mm -hmm. Angalia discipline yako, kwa sababu hiyo time, kama wewe ni msanii wangu, ama ni wewe ni ni client wangu una, unambiwa hata kama wewe si mwizi lakini rafiki yako ni mwizi ambaye ni mwizi. Unakuta? Naam. No. So huwa najaribu kwa avoid hizo vitu kwa sababu mm. mtu anaweza kuja kwa mfano tu. Anaweza kuja akaja fanya production na wewe. Atoke aende mm. aibe mahali. Alikuwa wapi? Alikuwa kwa producer Melody before afanye hicho kitendo. Mm. So kumaanisha, kama kama ni game ilikuwa mnachezanyia wawili, ndio maana akaenda akaenda uh -huh. Shikwa ama sio? Unakuta na, na avoid vitu kama hivyo. Mm. Lazima uwe na discipline. Anybody mwenye anakuwa associated na wewe lazima akuwe na discipline. Discipline. Discipline. Mm -hmm. Ukiwa na discipline utashikana na mimi. Muhimu. Hauna discipline hata kama unaimba kama nini, mm, hatuwezi patana. -hmm. So discipline kitu ya kwanza naangalia, kitu ya pili naangalia uandishi wako. Mbali hata na sauti. Kwa sababu unaweza kuwa na sauti poa lakini uandishi hauna. Mm-hmm. Unaweza kuwa na na, na uandishi mzuri lakini sauti hauna. Mm-hmm. So lazima niangalie uandishi wako. Je, uandishi wako ni vipi? Kwa sababu nikisema upande wa discipline namaanisha kuwa siwezi hata kukuruhusu kwamba uimbe matusi. Naam. Naona. Na. So lazima niangalie discipline yako, niangalie uandishi wako. Mm-hmm. So ni vitu naangalia, mbali hata na, na talent yako itakuja baadaye but uandishi, discipline, after hapo ndo tunaanze. Kwa hivyo inamaanisha kwamba mtu anaweza kuja hapa, uangalie yale yale mambo ameandika hapa ama zile the paragraphs ile amepanga wimbo wake, uanze kwa kumcorrect ama kwa exactly. Exactly. Kwanza lazima tujituangalie uandishi uko vipi. Kama kuna marekebisho, unaweza tukavunja the whole song. mm -hmm. but idea inaweza kuwa ni yako, unaimba kuhusu kitu fulani lakini tunaipangilia vizuri kiwango cha kuwa hata mamako atasikiza hiyo muziki, babako atasikiza, ndugu zako atasikiza. mm -hmm. jamii nzima itasikiliza kabisa. Nakuta. Kwa sababu tuko kwenye target. Hatufanyi muziki kwa sababu tunafanya tu, kwa sababu tu tuonekane. mm -hmm. tuko on targets. Kama uko na target na mimi tutafanya muziki but kama hauna target yoyote mm -hmm. ni ngumu zipo nyimbo zingine ambazo tunazisikia mtaani ambazo yeah. zimejaa matusi. Labda kwa hivyo wewe hauwezi tayarisha mziki kama huo. Siezi. mm -hmm. wewe sikiliza production zangu zote ambazo nimewafanyia mm -hmm. Utasikia ngoma ambayo ina matusi ambayo imefanywa na producer Melody? Au utasikia matusi kabisa? hauwezi sikia matusi. Yes, ni kitu ninachozingatia kwa sababu lazima tujie kwa lazima mazingira ya heshima mm -hmm. mazingira ya kijamii tunaambua si wasanii ama sisi ni mavio vya jamii kwa jamii kabisa, so lazima watu watuangazie tuko vipi. mm -hmm. So kama wewe hali yako ni hii, obviously mtu atakuja jiki vingine nakuta so lazima uwe makini sana na kazi, ya, mm -hmm. na kazi yako. That's why inazingatia sana discipline. Mm -hmm. Discipline Kat na uandishi yeah. mzuri mm -hmm. After hapo tunaingia kwa hizo mambo za melodies, mpangilio wa sauti mm -hmm. tunagonga beat, tunafanya kurekodi, tunapangilia venye tunarecord paka mwanzo mwisho. kazi nyingine tu niachia ni mixing, mastering baadaye, lakini upande wako nihakikishe nimekusuka ipo sawa. Unafanya muziki kuna secular na kuna gospel. Yes. Unafanya zote ama ko yuko... Na kama unafanya zote ni vipi unajaribu kubalance hizi zote? Ah, kwa sababu kama wewe ni producer, mm -hmm. lazima ujue kuingila na kila sekta, lazima ujue kuvaa hisia za kila mtu. Naam. Pasta akikuja hapa nikimfanyia gospel mtasema eh, Melody yes. Hiyo ni gospel, the real gospel kwa sababu navaa hisia zake za Naam. Kama ameimba ki Holy Spirit paka ameshuka, lazima nivae ile Holy Spirit yake hmm. Nivae yani paka mimi ndo mimi hmm. ni yes, ni gospel. Kama ni secular pia nivae, nikimgongea, anajua kama nijitoe ni upande mwingine hmm. jiingize upande wa <laughs> secular. Paka Kamizu, kama ni vitu ambazo uh -huh. eh, hmm. uh -huh. So, lazima ujaribu kukopi. Huku huku uh -huh. as a producer. Yeah. Na, familia yako yeah. ina, ina support? ama inaunga mkono hii kazi yako unafanya production na inaipenda tena sana, kwa sababu kama itapenda, itakula nini <laughs> so anapenda sana kwanza. Kwanza adui yangu alikuwa mamangu, alikuwa apendi kabisa nianze mambo za music, nikianza alikuwa anatoa kiboko, bro, enda shule. Nakimbia, mi napoa fea, eh, niende shule, mi naweka narauka hiyo fea, niweke kama ni hamsini, niweke naenda zangu na butika saa kumi na moja, mpaka nashangaa wewe mtoto mbona unarauka saa kumi na moja nami napata fare, utoke hapa saa kumi na mbili kama na nusu mapema, kumengara. Mbona unarauka? kumbe narauka kwa sababu nichukue ile hamsini ama ile sitini <tutuwe> na kwa mfuko niweke mahali kwa wiki, najua niko na pesa za kunipelekea Kilifi. Nakuta, so nakuja pata story kwamba mwana, mwana amerauka sana. Mwambie hiyo njia hiyo hiyo, shot kati ni mbaya siku hizi, asirauke hivyo. Huyu unapata fare, kumbe anarauka sevu Anatembea, anatembea. Uh -huh. Nikija nyumbani kuninoma na tukano sitaki kusikia uh -huh. Sitaki mambo ya music, achana nayo. Bado niko pale pale. Siku moja nakumbuka, nikiimba kwa shule naimba sasa, mimi na mamangu, mamangu alikuwa ameniambia kwa Mr. Make mkutano uh kwa, uh -huh. kwa hiyo wewe enda uh, mimi ndamutuma baba mabango yako aenda la kusimamie lakini mimi mwenye na kwa sababu nenda kwa vyama vyama vyangu uh -huh. Sasa si mimi, kwa mi iko na kwa kitabu lazima ni perform. Nilipofika pale bwana, mimi na perform, kumbe ile safari yule mama akakuja mwenyewe. Kwa hiyo mkutano nyumbani, hivyo vipoko bro, nilitengezwa vile umeimba Siku hataki niimbe uh -huh. Anasema niwe niangalie masomo, mbona kuimba, achana nayo uh -huh. Ilitengenezwa bro, ilitandikwa uh -huh. Na sikusikia babangu. Alikuwa ana shida, kwa sababu babangu alikuwa siishi naye sana, yuko uh -huh. iko town so, uh -huh. yeah, yeye kuja tu once, arudi kwa mwezi mara moja mara asikuje so, hatuko tumeingiliana sana so, mzee yake akisikia mtoto wake ana perform mahali ah, shangao, ah, achana naye. So siku moja nikaitwa kwa crusade fulani, nakumbuka watamu na perform, babangu kumbe naye yuko pale Nakumbuka alipanda pale akampata tenga moja. Mm -hmm. Pata ile pesa watu ndio wakazidi, ah, mimi babake yao msupport. Watu wakawa wanapanda na nikae kwa mifuko nini nini, mm -hmm. nini vitu kama hivyo. Lakini mamangu alikuwa hapendi. But miaka kadhaa miwili mm -hmm. mitatu ndio ndio piga tu. Mm -hmm. Kizazi zake kilivoinga ingia kizazi cha family family nini? Mm -hmm. Ikabidi sasa Melody sasa ndio nisimame kama mimi. Mm -hmm. Kama mtoto wake. Like. So nimemsimamia mamangu toka hiyo time miaka karibia kumi na saba na ni production ni uimbaji eh, mtoto wangu wamsori, bwana, maa, hey, angu, I'm sorry bwana. Mm -hmm. Hii kitu ndo, ni, ndo inatulisha mbali tena na masomo mbali nata na kila kitu, ni talent yako na mimi kwa naikataa na kubariki na kubless na mm -hmm. Endelea. So niko na blessing mob za mama ambazo inafanya mpaka ilikuwa changamoto kabisa, yes.